Kile ambacho kinazungumzwa katika mitandao ya kijamii ni pamoja na balozi wa Zambia kufutwa kazi baada ya kutuhumiwa ya kwamba aliwataka wafanyakazi katika ubalozi huo waweze kumnyoa wa nywele zinazopatikana katika sehemu zake za siri. Na taarifa nyingine ambayo inazungumzwa kwa kiasi kikubwa kabisa katika mitandao ni afisa magereza mmoja wa kike mwenye umri wa miaka 30 nchini Uingereza, ambaye video yake imevuja katika mitandao ya kijamii akionekana kijamiiana na mmoja miongoni mwa wafungwa katika gereza ambalo alikuwa kilinda doria. Basi kile ambacho kinazungumzwa ndio pamoja na taarifa hizo mbili ya Zambia imechukua jukumu maamuzi ya kumfuta kazi balozi wa Zambia ambaye anawakilisha Zambia nchini Afrika Kusini, baada ya tuhuma kufikia serikali ya Zambia ya kwamba balozi huyo ambaye ni mwanamke mwenye umri wa miaka zaidi ya 50 kuwataka wafanyakazi, baadhi ya wafanyakazi wawili wa kiume katika ubalozi huo kumnyoa nywele sehemu zake za siri, jambo ambalo lilipelekea wafanyakazi hao kufikisha malalamiko yao katika wizara ya mambo ya ndani na nje ili suala hilo liweze kuangaliwa vizuri na wao waweze kutendewa haki. Ni kitendo ambacho inadaiwa ya kwamba baada ya wafanyakazi hao za kukataa kile ambacho balozi alikuwa anataka afanyiwe, basi wafanyakazi hao waliweza kufutwa kazi na kufutwa kwao kazi ndio kitendo ambacho kilipelekea vijana hao kufikisha malalamiko yao serikalini na serikali kuweza kuchukua maamuzi. Kile ambacho kimeandikwa katika mitandao, inafahamishwa kwamba balozi huyo aliwataka wafanyakazi hao waweze kumnyoa nywele hizo ambazo zinapatikana katika sehemu za siri, na vijana hao walifahamisha wa kwamba kitendo hicho ni kinyume kabisa na makubaliano na ni kinyume kabisa na nidhamu na kupelekea balozi huyo kupatwa na ghadhabu na kuwafuta kazi akiamini kwamba vijana hao watafumbia macho kitendo hicho na kuendelea na maisha yao ya kawaida nchini Afrika Kusini. Lakini hali haikwenda hivyo, vijana hao waliona ni bora wafikishe malalamiko yao serikalini, serikali ya Zambia ili mamlaka husika iweze kufuatilia suala hilo na kuchukua maamuzi. Na baada ya malalamiko hayo kufika katika serikali ya Zambia, serikali imechukua maamuzi ya kumfuta kazi balozi huyo ambaye ni mwanamke mwenye umri wa zaidi ya miaka 50. Taarifa nyingine zinafahamisha kwamba taarifa hizo hazina mashiko kwa kuwa wapinzani wake ndio ambao wanaodaiwa kwamba kuunda njama dhidi ya balozi huyo ili waweze kuchukua nafasi hiyo, wakati ambapo balozi atakuwa amerejeshwa nchini Zambia na kukosa wadhifa huo wa kuwa balozi wa Zambia nchini Afrika Kusini. Na kumeonekana mitazamo tofauti ambayo inahoji vipi balozi anaweza kuwataka wafanyakazi wake waweze kumnyoa nywele zake katika sehemu za siri, ikizingatiwa ya kwamba Afrika Kusini ni taifa ambalo linadaiwa kuwa ni taifa lenye maendeleo makubwa, ambapo kuna saluni maalum ambazo zimeandaliwa kwa ajili ya kazi hizo. Tukielekea nchini Uingereza katika mji wa London na hususan katika kitongoji cha Fulham, inatajwa kwamba afisa mmoja magereza mwenye umri wa miaka 30 mdada huyo amehukumiwa baada ya video kuvuja katika mitandao ya kijamii ikimwonyesha akiwa katika kitendo cha falagha na wafungwa wawili, kitendo ambacho kimedaiwa ni kinyume kabisa na sheria nchini Uingereza. Hivyo basi mdada huyo ameweza kuhukumiwa kifungo cha miezi 15 gerezani. Ni video ambayo imetajwa kuchukua muda wa dakika nne, ambayo ikionyesha mdada huyo huyo akiwa katika kitendo cha falagha na mmoja miongoni mwa wafungwa wawili, kwa kuwa wafungwa hao walikuwa ni wawili, mmoja akinasa video kwa kutumia simu na mwingine akiwa kwenye kitendo na mdada huyo afisa magereza. Ni afisa magereza ambaye anatajwa kwamba video hiyo ambayo iliyovuja na kuweza kuweka wazi kile ambacho alikuwa akifanya katika gereza hilo, kuwa kuna video nyingine ambazo zimepelekea sheria kuchukua jukumu hilo la kumhukumu kifungo cha miezi 15 gerezani. Katika video hiyo mfungwa mmoja ameweza kutambulika baada ya yule ambaye aliyekuwa akinasa video hiyo alikuwa pia akijirekodi sura yake. Kwa hiyo na yeye ametambulika na kupelekea adhabu yake kuweza kuongezwa, na inatajwa kwamba uchunguzi unaendelea kufanyika ili uweze kubainika kweli simu hiyo ambayo imetumiwa katika kurekodi video hiyo ni simu ya afisa huyo, aidha ni simu ambayo iliingia katika magereza kinyume cha sheria, huku mfungwa mmoja akionekana pia kuvuta kile ambacho kimetajwa kuwa ni bangi, kwa kuwa katika video huwezi kufahamu ya kwamba ni bangi edha ni sigara ya kawaida. Hivyo basi uchunguzi unaendelea, na kama unavyofahamu katika mitandao, inatajwa kwamba wafungwa ambao wanapatikana katika magereza tofauti ni wafungwa ambao wapo katika hali isiyoridhisha kwa kuwa hawana haki ya kuweza kujamiana na wapenzi wao aidha wake zao. Katika baadhi ya mataifa tayari wanaruhusu wafungwa kuweza kukutana na wenzi wao iwapo wataonyesha dokumenti zinazothibitisha kuwa ni mke na mume, aidha wapenzi Unasemaje kuhusu kile ambacho kinazungumzwa kwa kiasi kikubwa katika mitandao kuhusu taarifa hizi mbili, balozi wa Zambia Afrika Kusini kufutwa kazi na afisa huyu wa magereza nchini Uingereza kuweza kuhukumiwa kifungo cha miezi 15 gerezani na sheria ambayo inapendekezwa ya wafungwa kuweza kupewa haki ya ku... aidha kukutana kimwili na wake zao aidha wapenzi wao iwapo watathibitisha kwa kutumia document.